Sawa ila soko baya, ukiamua kuzaa sawa, lakini kumbuka iyo mimba inaenda mbele, yarudi nyuma, na shemeji yako akija kujua ntiti, usijali, hivyo vitu vya kawaida tu hmm. Hmm, sema labda unaupiga mwingi kama kiungo kama vinga

yani nilianza kukupenda na kupenda na nitaendelea kukupenda. Kama unakumbuka, mwanzoni nilikwambia kwa nini mwanaume ambaye nina wivu sana, na tukiachana na wivu, mimi ni mtu ambaye nina hasira kali sana. Nilifanya zile kwa ajili ya kulitiza kisasi kutokana na hasira ambazo ulizisababisha katika moyo wangu. Kiukweli nilikuwa naumia sana kama mwanaume, kuona unanichanganya na marafiki zangu, watu wangu wa karibu, ambao unashinda nao siku zote. Kiukweli halikuwa kusudi langu, ni hasira tu maana, na ndo maana alivotokea haya yote. Ninaona nije kwako tuzungumze, ikiwezekana, tusameheane na gharama za kutoa ninda ni laki saba alini, kiukweli chini gharama ya kutoa ninda sifiki naomba nipokee hiyo mimba, yaani niikubali, nianze kuilea na kuihudumia. Mtoto akizaliwa atakuwa wa kwangu, na ikiwezekana nija kukuoa kabisa, uwe mke wangu wa ndoa, ili tuweze kumlea mtoto wetu ambaye atakuja kuzaliwa hapo mbeleni. Habari za kuolewa yote ni Sara, ila kikubwa tusiende kuitoa hiyo mimba. Huyo mtoto mi nitakubali kumpokea, nitamea na mimi na imani siku zote mtoto anakuwa kiunganisho, hata kama sasa hizi haupo tayari kuolewa na mimi. Lakini itafika wakati utakuwa kiakili na kimawazo, tutamlea mtoto wetu kwa pamoja tukiwa kama baba na nagwa, haina shida. Mimi niko tayari kwakikimi, tumeelewana nani? Basi usiwe mnyonge, usipende kurufu furaha yako ikawa na simanzi. Jitahidi kuwa na furaha hata kama una majonzi kiasi gani, al akipenda ndio sehemu nzuri ambayo tunaweza tukakaminae tukapoa, naofia braha atajua. We naye hivyo, una mada zingine za kuongea kwani? kidogo tu kakaako, kidogo kakaako, mna mada nyingine? Hebu ongea kwanza, leo sho ya leo likuwaje? Umefurahi au tufanye kitu gani? Niongeze nipunguze atakuwa ameenda wapi? asokawaida yake kabisa. Yn, yani ni lazima nimtafute kwa haraka sana, nie huko alipo. Atakuwa mpata matatizo au kapata mwanamke mwingine, namkuta nene au kanichoka, lakini awezi kunichoka kiasicho akaondoke. Na kila siku walikuwa wanasema sina sinapakwenda sina pakwenda. itabidi tu nimtafute. E bwana, ndugu yangu, mimi nilifanikiwa kukutana na Mkude, na tukafanikiwa kuzungumzia swala la minga. Kwanza afadhali nimekutana na wewe hapa. Yaani, hapa unavyoniona nilikuwa naelekea huko mtaani kwako, maana nimesubiri kwa muda mrefu sana ndugu yangu. Kwa hiyo mmefikia mwafaka gani? Da, Mkuda aliniambia pia alikutana na yule mwanamke, lakini alidai kuwa nataka laki saba kwa ajili ya kutoa mimba. Laki saba yani, laki saba hiyo ni kwa ajili ya kwenda kutolea mimba tu? Unajua unavyoshanga wewe, mimi nilishangaa maradufu, nikaona hili swala haliwezekani, kwa sababu kipato cha kwangu mimi, wewe na mkude mwenyewe hatuwezi kupata laki saba Kama tunaangaika tu kwa mwezi tunapata elfu tano elfu kumi laki saba hii tunaitoa wapi? Sasa mbona kama anafanya mkomoeni. Kwa hiyo mmefikia wapi kuhusiana na hilo swala? Maana bado sijaelewa hapa, laki saba ni nyingi sana kaka. Kwa hiyo bwana, kilichofuatia pale ikalazimika nini? Mtafuta irini mwenyewe na nimeonana naye, tumezungumza na tumefikia mwafaka, ili swala tumelimaliza. Waswahili wanasema siku zote dawa ya tatizo sio kulikimbia, dawa ya tatizo ni kupambana nalo. Mimi kama mwanaume niliishi kwenye huo msemo, nikamtafuta Airini nikaamua kuyamaliza. Na makubaliano yetu mi na yule binti tumekubaliana kuwa mimi kama yuzo niipokee ile mimba niilee, mtoto akizaliwa ataitwa kwa jina la ubini wangu, siu nanielewa namaanisha kuwa yule mtoto atakuwa ni wakwangu mimi, na ikiwezekana ifanye mchakato wa kumuoa kabisa, ili nawe mke wangu ndoa. Kwa sababu mimi nilifanya yale yote kwa sababu ya kutaka kulipiza kisasi tu, kutokana na yale mambo ambayo aliyafanya ilini. Kwa upande wangu, kiukweli, mimi nilikwazika sana, kuona mimi na rafiki yangu mkude tunashare chungu kimoja. Yale masuala mimi yaliniumiza sana, ndio maana nikafanya vile. Kwa hiyo yalivyotokea haya niko na tubora nikayamalize ili tujue. Yaani bado sijakuelewa hapo, inamaanisha unataka tunaishije? Kumchukua ili ni kumfanya kuwa mpenzi wako? Ni kweli mimi ni baba kijacho, lakini mbali na yote, Mkude alipendekeza kitu. Japokuwa mimi nitakuwa baba wa yule mtoto, lakini wewe na Mkude mtahusika kwa namna moja au nyingine kunisaidia huduma. Hapo tu tutakuwa pamoja. Lakini kwa kusema tumpe laki saba akatoe, huo ni uongo. Ila kwenye swala la kuleta matunzo kidogo tutakuwa pamoja. Hata mimi naungana na wewe kwenye hilo. Sawa. Mimi nafurahi kusikia hivyo. Kwa sababu siku zote wanasema akufaa kwa dhiki ndiye rafiki. Hapo tu brother, tutakuwa pamoja. Allen, wewe na Mkude ni marafiki bora sana. Ndio maana pia hata na wewe umekubali kama alivyokubali Mkude. Nitawashukuru sana mkiwa mnafanya hivyo. Sasa mimi naelekea, tutaonana baadaye. Hata mimi nilikuwa naelekea bondeni kwenye kazi zangu. Oh, nadhani baadaye tutaonana. Nishaanza kumpenda Esma. Na vipi nikimweleza kule moyo wangu, si ataniona mimi malaya sana? Lakini mimi mwasirika, ni mwasirika wa virusi vya UKIMWI, itakuwaje nikiishi nae nikamambukiza? Si itakuwa sijamtendea haki? Hapana, siwezi kuwa na Eni. Hey, hey, nae hili jambo mimi naona lishakuwa kubwa, yaani mimi nimewaza tu, mimi nikinde tu hata niende ndii, yaani niondoke tu, yaani mambo yashakuwa mengi. Sasa ndugu yangu, kuna waza wa kwenda mjini kwa sababu ya kesi ya hii mimba. Sikia nikwambie, siku zote mwanaume akili na tatizo na njia mojawapo ya kutatua matatizo ni kukabiliana na matatizo. Tatizo hulikimbii. Wewe ni mtoto wa kiume, ikitokea tatizo, hakikisha unapambana kwa nguvu zako zote, linaisha na sio kulikimbia yote kwa yote kaka, kama ulitaka kukimbia ile tatiza, nimi nishalimaliza kaari. Nilishakutana kutana na Ilini, tumeazungumza, kuna vitu tunakubaliana kuvifanya mw. mwena Ilini, tumekubaliana mimi nikokee ninda, yaani mimi ndo ni baba halali wa ile mtoto. Kwa hiyo kuhusiana na hili kaka, ikweni huru mimi nakubaliana na Irini, mimi nitaipokea mimba, nitailea na ikiwezekana nitamchukua Irini, nitamfanya kwa mke wangu. Kwa hiyo mtoto atizaliwa atakuwa wa kwangu mimi. Mimi niko na kesi itakuwa imeisha na kwa Irini pia itakuwa kuna shida yoyote. Kwa hiyo kwa ulivyomona, ile swala kalipokea vizuri kwa asilimia mia kaka. Yaani amelipokea na amelifurahia vile hilo. Kwa sababu Irini mwenyewe alikuwa anaona kama ni mzigo fuata. Na kwa upande wetu sisi tulikuwa tunaona nzigo fetu. Kwa hiyo kilichofanyika sasa hivi ni faida kwetu sisi na faida kwa kireli. Mimi nimekubali kaka, nimfokee mtoto, nipokee mimba, nilee mtoto akizaliwa, nakoa kwangu eh? kwa hiyo nyinyi tena kundu itakuwa kesi baibaibasa bye -bye. Mekubali kama mmekubaliana miian ii kwamba tulikuwa tunatafuta namna yakli, kama mefikia huko, ni jambo jenu ila kwa kule utaonekana wewe ndo unaelea ile minda, lakini mimi mako tupo sisi, yani nikipata pesa, nikipata chakula, nikipata chichote kile nitakupatia, na utaenda kunisupportia na nani, ni sawa. Kama mtafanya hivyo, itakuwa mmenisaidia sana, kwa sababu tulienda kutonya ile kazi, tulienda wote. Japokuwa mimi nimeamua kubeba ule mzigo, nahitaji support yenu kaka, tulienda kushiriki wote eh? mimi nimefanya hivi tu, imalize kesi, tuzisumbuane sumbuane. Kwa hiyo kama nimeamua kujitolea na kunisaidia, aa, itakuwa advantage kwa upande wetu. Kaka nitashukuru sana kaka kuhusiana na hilo swali na, aneswahikabia tuko pamoja rafiki yake Mkimumbia na na ndo mshauri wake. Nilimshauri kwamba mtembee na shemeji yake, nikimwambia nampenda. Hatunizania mimi malaya kweli, ila nampenda. Kwa hizi siku mbili tatu ambazo nimeishi naye hapa, najikuta ni mwenye furaha sana, moyo wangu una amani. Yaani nashindwa hata kujielewa, ufuti kaniteka hivyo. Basi nitafanya juu ni chini ili yawe mpenzi wangu. Hey, mapenzi kitu gani? Sikujua kama yako hivi, mana naona kautani nimezama.